Uh, meneja wa habari na mawasiliano wa Simba Ahmed Ally amekosoa kitendo hicho na kusema akina afya kwenye biashara ya mpira wa miguu. Huyu hapa Ahmed Ally anathibitisha taarifa hii: ni, ni jambo la aibu sana na ni jambo la fedheha kweli kweli. Eh, mechi ya ligi ya mabingwa Afrika eh, top tournament ya continent Uh, kiingilio chake kikawa ni bure, yaani ni aibu ya karne hii ya ishirini na moja. Ni mambo ambayo usingetarajia yangeweza kutokea. Ingekuwa huko nchi nyingine nyingine huko ngesema fine, lakini sio kwa Tanzania hii ambayo tuna jinasibu kila siku ni taifa la wapenda la, la, la, la wapenda mpira uh, kila siku uh, watu wanatoa takwimu zao. Sisi tuna mashabiki milioni ishirini sisi tuna mashabiki sijui milioni ngapi, alafu unakosa mashabiki elfu sitini tu wa kuja kuja kuja kuwashangilia kwenye mechi yenu muhimu. Ni jambo la fedheha, ni jambo la aibu kwelikweli. Mimi sikutarajia kusema kweli okay, na sikuwahi kuwaza kama hili jambo lingeweza kutokea hasa kwenye kipindi hiki lakini eh, nimelishuhudia hili jambo katika macho yangu nime, nimeona nimeshuhudia moja kati ya mambo ya hovyo sana si kutegemea kama eh, klabu ile ingeweza ingeweza kufanya namna ile. Lakini kama haitoshi, eh, hali ya kujiamini inapokuwa ndogo uwezo ee, wa kumwambia mtu e, hii mechi inawezekana, lipa kiingilio, njoo uangalie mechi. Uwezo huo mdogo okay. Ee, unafanyaje sasa? Inabidi inabidi uweke kiingilio miguu yako. Kwa hiyo e, ziko sababu nyingi ambazo zinapelekea zinapelekea e, watu kufanya maamuzi ya hovyo. na na, na cha ajabu zaidi ni kwamba <coughs> wao wenyewe wamewaambia wazee wao nenda nyinyi, wazee ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali, yaani, umeelewa hivyo? Wewe ukiachilia mbali athari kwenye soka, kwanza kuna athari ya maisha ya watu, na hili tunalizungumza kwa vivid example. Lina athari kubwa na maisha ya watu. Hii sio mara ya kwanza wao kufanya bure, na walivyofanya bure, tulishuhudia watu wakipoteza maisha, tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa tulishuhudia watu wakivunjika miguu na mikono, tulishuhudia watu wakipoteza mali zao. Wao walivyofanya hivi, tulishuhudia hizo athari zikitokea. Lakini kama haitoshi, athari yake kwenye mpira ni kubwa mno. Watu wanafikia mahala wanazoea. Na mimi wakati wanaanza kamchezo mchezo ka kupeana bure, nili, niliwaonya niliwa nikawaambia, mnatengeneza jamii ya watu wasiojiweza mnatengeneza jamii ya watu wasio na uchungu na timu yao, mnatengeneza mashabiki tegemezi ambao kuna siku mtawahitaji, hawatokuja kwa sababu tayari mmeshawazoeza bure. Na leo hii na leo hii wameona kwenye mechi ambao wanawahitaji mashabiki, mashabiki hawaendi nam. Huyo ni afisa habari wa klabu ya Simba Ahmed Ally akielezea hicho kilichojitokeza. Lakini mwandishi wa habari za michezo Charles Abel uh, kutoka kampuni ya magazeti ya Mwananchi Communication, yeye anasema haoni kama ni tatizo kwa Yanga kuacha mashabiki waingie bure kwenye mchezo huo. Ni nyakati ndio zimelazimisha Yanga kufanya hivyo, yaani sio kitu ambacho wa unaweza garanti moja kwa moja, kwa sababu uh, kuna mechi ambazo tunasema mashabiki wanaingia na kiingilio na bado waende viwanjani na bado kuna mechi ambazo kiingilio kilikuwa chini na bado walishindwa kwenda uwanjani. Lakini kuna mechi kiingilio kilikuwa kikubwa kama siku ya Yanga ya Mwananchi. Tumeona wiki ya Mwananchi Yanga imejaza uwanja. Kwa hiyo ndio maana nikasema mazingira pengine ndio yanawalazimisha Yanga kufanya hichi kitu ambacho wamekifanya. Sitaki kuamini kwamba hichi ni kitu ambacho kitakuwa ni endelevu au labda mashabiki wa Yanga ndio wanapenda sana kwenda bure. Hapana. Kwa sababu ya mazingira na nature ya mashabiki wao wametazama, wameona kwamba kwa sababu hata na kile kilichotokea Malawi lakini pia na mazingira ambayo timu imepita katika kipindi cha hivi siku za karibuni, wameona kwamba bora turudishe imani kwa mashabiki, tuwape nafasi ya kutazama mechi bure, pengine anaweza akarudisha furaha yao na wakaingia kwa pesa katika mechi zinazokuja mbele ya safari. Unaposema nature ya mashabiki wao unamaanisha nini? Yani ninapozungumzia nature, ndio maana nikasema kwamba mashabiki wa Yanga ni watu wa kureact kwa haraka. Mashabiki wa Yanga ni watu ambao timu yao inapokuwa ifanye vizuri, ni watu ambao sio rahisi kuwashawishi ya klabu. Sasa chazi kama wao hawako tayari kuunga mkono wakati timu iko kwenye mapito magumu ndio unatoa bonus ya wao kuingia bure kwenye mechi. Na hadhi ya kafu? Swala sio mechi ya hadhi ya kafu, ndio maana nikakutolea mfano, hii sio mechi ya kwanza katika historia ya Yanga kuingia bure, lakini pia sio mara ya kwanza kwamba Yanga wanaingiza bure mashabiki, na baadaye kuna mechi zingine Yanga wanaingiza mashabiki na pesa. Kwa hiyo ndio maana nikamwambia kutokana na mazingira hapa, lakini pia ninavyozungumzia nature ya mashabiki ni kwamba mashabiki yani kwamba nazungumzia ile mapokeo ya timu yao dhidi ya Silver Strikers, kipi kitakuwa kitu cha muhimu? Nadhani wameangalia kwa benefit ya mchezo huu, kama watafanikiwa kutimiza hicho ambacho wanakihitaji inaweza ikawatengenezea urahisi katika michezo ijayo, kuliko kusema kwamba unawaingiza mashabiki kipindiki tena hawana furaha. Alafu bado kuna mashabiki ambao wametumia gharama zao kusafiri kwenda Malawi na kwingineko, na timu ya kupata matokeo mazuri, na ni kitu ambacho wakati mwingine wameangalia zaidi kurudisha ku, ile nyuso za tabasamu kwa mashabiki. So mimi naona sioni kwamba kuna, kuna, kuna tatizo sana, lakini pia tusihusianishe hichi ambacho wamekufanya na kusema kwamba inaathiri mpira wetu, kwa sababu tumeona timu zingine zinaingiza mashabiki kwa pesa. Leo ukimwambia shabiki kwa mfano wa watani wao Simba kwenda uwanjani kwa kiingilio, ana furaha no? Mara kadhaa tumeona mashabiki kuingia uwanjani bila kiingilio imekuwa na madhara makubwa? Aa, pengine haijatoa funzo lolote. madhara kama yapi? labda mimi, migeti ya uwanja kuvunjwa, watu kuumia. Hilo hilo hilo liki ukianza kusema hivyo hilo ni utaratibu. Kwenye AFCON tumeshuhudia kulikuwa na vurugu, kulikuwa watu wanaingia bure, lakini hata hizo mechi zingine tushaka kushuhudia mechi ngapi kunatokea vurugu na, na bado kuna kiingilio kwa hiyo tusihusianishe watu kuvunja geti au watu kutofanya ustaarabu na, na, na, na, na uingiaji wa bure. Kuna mechi tumeona watu wameingia bure na hatujasikia matukio kama hayo. Nadhani ni ishu ya uwe, watu ambao wanatakiwa kusimamia usalama wa uwanja kwa siku hiyo wanatakiwa wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa oda mashabiki waingie, na mashabiki nao wamepewa maelekezo muda gani wa kuingia, na ikishafika muda, watu uwanja umejaa mageti yafungwe, usilazimishe mageti kubaki wazi wakati tayari uwanja umejaa. Kwa hiyo mimi siamini kwamba watu kuingia bure ni chanzo cha vurugu. Hapana, kuna mechi za pesa na watu wanafanya vurugu. Mfano, nitakupa mfano mmoja, mechi za watani, sawa, ambazo zilipelekea timu imefungiwa na na, na kafu zilikuwa kiingilio bure, akikuwa kiingilio bure lakini nidhamu ya mtu. Unajua, nidhamu ya mtu haijalishi ametoa pesa au hajatoa pesa na tumeshuhudia kwamba kuna nchi kibao watu wanaingia kwa pesa nyingi, na bado watu wanafanya vurugu. Kenya tuliona kwenye chani. Kenya, sio?